Tai wanakusanyika pamoja Hii ni barua ya leo Jumamosi tarehe 29 mwezi wa 11 mwaka wa 2025 kutoka kwa nabii wa Mungu ndugu Joseph Branham wa maskani ya Branham uko Jeffersonville, Indiana, Marekani, kwa bibi harusi wa Yesu Kristo kote ulimwenguni. Mpendwa kipeo cha Mungu, uwai wote wa kweli uliokuwemo katika ubua, kishada na ganda, sasa unakusanyika ndani yetu, uzao wa kifalme wa Mungu, vipeo vyake. Nasi tuko tayari kwa ufufuo, tayari kwa mavuno. Alfa imekuwa Omega. Ya kwanza imekuwa ya mwisho, na ya mwisho sasa ndiyo ya kwanza. Tumepitia hatua fulani, nasi tumekuwa vipeo vyake, kipande kilichokatwa kutoka kwake. Bibi arusi na bwana arusi ni mmoja. Mungu alimwonyesha nabii wake kule kuonekana kimbele kwa kila mmoja wetu, tupate kukaguliwa vipeo vyake katika ono aliposimama pale na bwana akimtazama bibi harusi akipita mbele yake yeye alimwona kila mmoja wetu sisi sote macho yetu yalikuwa yameelekezwa moja kwa moja kwake yeye alisema tulikuwa watu walio wazuri mno aliyopata kuwaona maishani mwake tulikuwa na madaha tulionekana wazuri mno kwake Kumbukeni, hili lilikuwa ni ono la bibi harusi, vile angeonekana na kutuambia hasa kile alichokuwa akifanya. Sikilizeni kwa makini, yeye atatoka katika mataifa yote kumkamilisha bibi harusi. Kila mmoja wao alikuwa na nywele ndefu na bila kujipodoa, nao ni wasichana wazuri sana nao walikuwa wakinitazama. Hao waliwakilisha bibi harusi akitoka katika mataifa yote. Mnaona, yeye kila mmoja wao aliwakilisha taifa moja, walipokuwa wakipiga hatua kikamilifu kulingana na neno, bibi harusi. Hebu niliseme hilo tena, bibi harusi kutoka kila taifa. Ati walikuwa wameelekeza macho yao kwa mchungaji wao? Kundi la watu hapana. Hivyo si hivyo alivyosema. Wao walikuwa wameyaelekeza macho yao kwa nabii, wakimtazama yeye. Mradi tu walielekeza macho yao kwa nabii, walikuwa wakipiga hatua kikamilifu. Lakini kisha yeye anatuonya, jambo fulani lilitukia, baadhi yao waliyaondoa macho yao kwake na kuanza kuangalia kitu kingine ambacho kiliingia katika machafuko matupu. Halafu yanipasa kumwangalia, atakosa kupiga hatua kwa utaratibu wa hilo neno. Nisipomwangalia wakati anapopita, kama atanikaribia, labda itakuwa wakati wakati wangu utakapokwisha. Mnaona, nitakapomaliza mwendo ama chochote kile, yampasa amwangalie, la sivyo atakosa kupiga hatua taratibu wakati anapopita. Lakini kisha anasema labda itakuwa ni wakati wangu nitakapomaliza mwendo, wakati sipo hapa wanaweza kukosa kupiga hatua taratibu kwa kutoyaelekeza macho yao kwake. Alikuwa akimwonya bibi harusi waziwazi, hamna budi kuelekeza macho yenu kwenye sauti ya Mungu iliyo kwenye kanda. Hiyo ndiyo njia iliyoandaliwa na Mungu ya siku hii. Hiyo ndiyo sauti itakayomuunganisha na kumkamilisha bibi harusi. Ukiyaondoa macho na masikio yako kwenye sauti, utatoka mstarini na kuingia katika machafuko matupu. Kila ujumbe unakuwa wazi zaidi na zaidi. Ni Mungu aliye mkuu akifunuliwa mbele zetu, akimlisha bibi harusi wake. Maana iliyofichwa ndiyo tu tunayoweza kula. Ni nono sana kwa wengine wote, bali ni chakula kilichofichwa kwa ajili ya bibi harusi. Ni wakati wa kutoa shukrani ulioje Bibi harusi alionao akila neno, akifanyika bibi harusi neno, wake mkamilifu. Anasimama peke yake kama bwana harusi, amekataliwa na watu, amedharauliwa na kukataliwa na makanisa. Bibi harusi yuko hivyo. Ni nini? Ni kipeo chake. Mnaona, ni neno yeye analoweza kutendea kazi kwake na kulidhihirisha likikataliwa. Njooni muungane nasi Jumapili saa sita mchana saa za Jeffersonville ni saa mbili usiku Afrika Mashariki, wakati Mungu akizungumza kupitia malaika wake mwenye nguvu na kutukata na kutuadibisha ili tufanyike kipeo cha Mungu. Ndugu Joseph Branham. Ujumbe 64-0705 kile kipeo. Maandiko ya kusoma kabla ya ibada: Isaya sura ya hamsini na tatu mstari wa kwanza hadi wa kumi na mbili Malaki sura ya tatu mstari wa sita Matayo Mtakatifu sura ya ishirini na nne mstari wa ishirini na nne Marko Mtakatifu sura ya tisa mstari wa saba Yohana Mtakatifu sura ya kumi na mbili mstari wa ishirini na nne Yohana Mtakatifu sura ya kumi na nne mstari wa kumi na tisa